Kiswahili, ongea ongea Kiswahili, ongea hivyo hivyo kidogo kidogo ya safari ndefu sana kuingia katikati ya hifadhi ambapo tumetembea takriban kilomita tisa na zaidi. Sasa tumeanza safari hii saa tatu asubuhi. Tuko hapa katikati ya hifadhi tumekutana na raia wa Burundi. unaitwa nani nani? Nimenyimana Saloma... anaitwa anaitwa Nduwimana. Nduwimana, anaitwa Nduwimana Salomo. Salomo Nduwimana, ni, ni papa wao. baba yako ndo Nduwimana? yeah. we jina lako sa, salomo sasalomo. yeah. si ndio? yeah. umekuja kufanya nini Tanzania? shamba lako, shamba lako

Kwenda kulima wapi? Amwisho akiv n adutum umekuja lini kutoka Burundi? mvuki ngozi kusa mpiti mugore mmdisogara munumange. Hivi hakuna muhapa hapa? Yeah, so azungumza Kiswahili, anajua Kiswahili. Kiswahili nyumba kwa nyumba, tunavuka milima na mabonde, tuko ndani ya hifadhi kati kati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo ametupa afya ya kufika huku. Tangu saa tatu asubuhi tunatembea kwa miguu. Tumefanikiwa kukutana na vijana hawa watatu ambao wataeleza wanatokea wapi. Hapa ni eneo ambapo, kwa chini kidogo, tutawaonyesheni makazi ambayo yameanzishwa ya muda mrefu na ndugu zetu kutoka Burundi wamekaa hapa ndani na sisi tumeamua kuja kuwafuata na kuwaeleza kwamba wenyewe waondoke warudi nyumbani kwao, kwa sababu hapa ni hifadhi, lakini hawastahili kuingia katika nchi yetu bila ya vibali maalum. Kwa hiyo hawa ni wahamiaji haramu. Tunaanza nawe, bwana, unaitwa nani? Elia. To, toa sauti, unaitwa Elia, unatokea wapi? Chibitoke. Kwa wapi? Mugina. Hmm, ni mkoa ndani ya Burundi? wewe unatokea wapi? Yeah, Chibitoke, Chibitoke. umetoka lini kwa Chibitoke? Ndiyo. umetoka lini kwenu? umetoka lini? <tosfine> umetoka, <tosfine> umetoka lini kwenu? Ay, utawajua na watu wengine. Wewe unatokea wapi? Kwa nini umekuja huku bila vibali? Una vibali vyovyote? uh -uh. Kwa nini umekuja sasa? We hujui kama hii ni Tanzania? Hujui kama hii ni Tanzania? Sasa kama unajua, kwa, kwa nini umekuja huku? Wana pesa za Burundi pia. Hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zinaitwaje fedha hizi? Marundi Mbele. wana Marundi Mbele. wana faranga, hizi ni fedha zao, wamekuja kutoka e, Burundi, wanaishi Kiburundi, Burundi hapa ndani ya eneo letu, na sisi e, tunawakamata kwa amani na utulivu, tunawapeleka kwenye mikono ya sheria na tunawatangazia kwamba hili ni eneo la hifadhi hampaswi kuishi wala kufanya shughuli zenu ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia hampaswi kuingia ndani ya Tanzania kwa mipaka yetu, wakati ninyi sio raia wa Tanzania. Upo utaratibu wa kupita kwenye njia zilizo halali kuingia katika nchi nyingine. Kwa hivyo, mnatuhatarishia hali ya usalama ya eneo, ya eneo hili usalama wa eneo hili, kwa sababu mnaingia bila ya utaratibu na kwa maana hiyo tunaondoka na nyie, tunakwenda kuwaweka ndani, halafu utaratibu mwingine utafuata wa kisheria kulingana na makosa ya kuingia kwenye nchi yetu bila ya vibali. Sasa mimi nashangaa kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wanasema maeneo haya wanaishi Watanzania. Tumetembea takriban kilomita kumi sasa, hatujakutana na makazi ya Watanzania, hatujakutana na Watanzania huku, tunakutana na Warundi tu hatujakutana nao. Wamejenga mpaka majumba huku ndani ya eneo letu, ndani ya wilaya ya Kigoma, ndani ya nchi yetu, huku akiwa sio raia. Kwa hiyo sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Kaeni, ah, hawakimbii. We mimi mwenyewe mpiga kura wa Burundi, si ndio? eh hmm, eh, Republica iuburundi Republiki du Burundi ikarata ya matora, kitambulisho cha kupigia kura hiki. Maanake imeandikwa Commission Electorale Nationale Independante, kwa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na saba ana vitambulisho vingine vinavyo eh, mtambulisha kama yeye ni raia wa Burundi. Yuko Tanzania, ameingia kinyume na utaratibu, hana vibali vyovyote vya uhamiaji. Wamekuja kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo hili ndani kabisa katikati ya hifadhi. Kama nilivyosema, tumetembea kuanzia asubuhi saa tatu mpaka sasa, tunakwenda saa kumi na moja, tuko kwenye msitu na tunaingia ndani ya hifadhi tunaelekea mahali ambapo tuna imani kwamba huko ndiko kwenye makazi. Jengo hili ambalo lilezekwa nyasi hapa tulipo lilikuwa linatumika kama kanisa, na haya mnayoyaona ni mabenchi, ambapo kwa sababu alama ya kujenga kanisa au msikiti, kujenga kanisa au msikiti, maana yake ni ishara ya kuanzisha permanent settlement ndani ya nchi yetu, ndani ya Tanzania. Kwa hivyo uh, tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote wa Burundi ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania bila ya vibali, wamevamia na kufanya makazi ndani ya mipaka yetu waondoke mara moja, kwa sababu wale ambao tutawakamata kama huyu, tunaondoka naye anakwenda uh, kushughulikiwa kisheria, tunaondoka naye anakwenda kushughulikiwa kisheria. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, zipo sheria zinazotuongoza. Ili uingie Tanzania unatakiwa upitie mchakato upi, na huo sisi tutausimamia kwa wivu mkubwa sana.